Msengi anatarajia kutumia siku nne kuanzia getini hadi kwenye kilele cha Kibo ambacho kina urefu wa mita 5895 sawa na futi 19340. Tutaanza tarehe 24 kupanda mlima na tutamaliza tarehe 28, na Mungu akijalia, tukiwa tumefika vizuri kileleni na tumepanga hii safari kwa ajili ya kuliombea taifa katika huu mwaka wa uchaguzi tupite salama. Nao baadhi ya wanariadha wenzake wamesema, ambao ni mchezo mpya hapa kwetu Tanzania, lakini tunajaribu kutafuta nyanja tofauti tofauti kuweza kuwakaribisha watu tofauti tofauti, ndio maana tukasema kwa sababu ni mchezo ambao unajumuisha watu tukasema haitakuwa jambo baya kipindi hiki basi tujumuishe watu mbalimbali mbali ambao ni wadau wa michezo. Kwa hiyo kama hivyo, tumekutana hapa kwa ajili ya kuweza kupata chakula cha pamoja, tukibadilishana mawazo mawili matatu, lakini jambo kubwa ni kuweza kumuaga mwenzetu, ambaye kuna jambo la kipekee sana ambayo yeye anaenda kulifanya. Ni kwamba atapandisha mlima Kilimanjaro, mpaka kileleni akiwa amefunga. Kwa hiyo inamaanisha ni jambo geni na haijawahi kutokea katika nchi yetu, naweza nikasema na dunia kwa ujumla. Kwa hiyo tuweze kuwakaribisha watu wengi sana katika hii mchezo wetu mpya, kwa sababu ni mchezo mzuri ambao unakufanya uwe fiti katika kila idara. Kwa hiyo naweza nikasema karibuni sana na tunahitaji watu wengi na wadau wengi zaidi kuhusiana na huu mchezo wetu wa mbio za vikwazo kwa sababu ni mbio, ni mchezo mgeni lakini mapokeo yake ni makubwa sana. Kwa hiyo tunawakaribisha wadau tuweze kushirikiana nao kwa pamoja ili kuweza kukuza huu mchezo kama mchezo mwingine. Tunajua michezo ni ajira. Tuache tu kasumba ya aina fulani ya michezo, lakini mchezo kama huu ni mchezo ambao unahusisha kila kitu. Kwa hiyo Watanzania na wadau wote wa mchezo kwa ujumla, na tushukuru sana Azam Media, tumekuwa nao pamoja sana katika hili jambo, katika kila hatua. Azam wame hawajatutupa mkono. Tumefanya iftari hii fupi, tunamwaga mwenzetu ambaye anaelekea kupanda mlima Kilimanjaro pia kwa wanaosiala, kwa wote tunatarajia kufanya jambo letu ambalo ni mwezi wa nne. Tunawakaribisheni wote uh, kwa wakubwa, wadogo, vijana wote kwa ajili ya kusherekea ama kwa ajili ya kujifunza zaidi kwenye huu mchezo wetu wa osiala kwa hapa kwetu, kwa hapa kwetu Tanzania ni mgeni, ila tuna matumaini huu mchezo utakuwa ni mzuri zaidi ya michezo mingine yote. Pia tunapenda kuwakaribisheni nyote kwa ajili ya kushiriki katika mchezo huu ambayo ni awareness. Tumeipanga kwa ajili ya kuanza um, mwezi Aprili. Wengi wanapanda mlima Kilimanjaro, ila yeye atakuwa amepanda akiwa amefunga kwa hiyo atapanda siku zote akiwa amefunga kwa hiyo atakuwa anafuturu kituo hadi kituo yaani muda ule ule wa kufuturu wazana wa yeye ndio atakuwa anaenda kufuturu kwa hiyo, ni anataka kuweka rekodi pia nahamasisha wa Tanzania washiriki katika mchezo huu pia nahamasisha watu wawekezaji wakaribie katika michezo yetu hii na katika serikali yetu hii ya Mama Samia ambayo inasapoti michezo pia naomba aangalie katika jicho la pili pia Nakumbusha, mwezi wa nne tunaendea katika mwezi wa awareness, so tutakuwa so na kila wiki tutakuwa tunafanya awareness ya usiara. Kwa hiyo tunaomba taasisi mbalimbali zijitokeze, jogging clubs zijitokeze kwa ajili ya sisi kuungana na sisi katika jogging na kufanya vikwazo mbalimbali. Mafanikio ya Msengi katika kupanda mlima Kilimanjaro yatautangaza mchezo huu kimataifa. Hassan Mvula, Azam Sports, Dar es Salaam.